Jua lilikuwa linamulika kwa mwanga wa kifahari juu ya kasri la kifahari la kijana bilionea Adam Mwaipopo. Maisha yake yalikuwa mfano wa kilele cha anasa na nguvu. Magari ya kifahari yalijaa kwenye maegesho yake. Walinzi walivalia suti nyeusi wakizunguka kama maaskari wa kifalme, na ndani kulikuwa na harufu ya kahawa ya Kifaransa iliyopikwa na wapishi wa kiwango cha juu. Lakini katikati ya utajiri huo wote, Adamu alikuwa kijana mwenye moyo baridi, kiburi kisichokifani na dharau kwa kila aliyekuwa chini yake kijamii. Alikuwa haamini kama maskini wana thamani yoyote. Kwa maneno yake mwenyewe, watu maskini huchagua kuwa hivyo. Mara nyingi alionekana akiwafokea wafanyakazi wake bila huruma, akiwaita wavivu au wajinga. Aliona pesa kama ufunguo wa heshima na upendo. Hakujua kuwa nyuma ya uso wake wa mafanikio kulikuwa na siri nzito ya damu na machozi, siri ambayo haikuwahi kufichuliwa kwake. Tangu utotoni, Adamu alilelewa na mlezi wake Bwana Patrick, ambaye alimwambia tu kuwa wazazi wake walifariki kwenye ajali alipokuwa na miaka mitano, lakini kila alipouliza zaidi, Patrick alikuwa anakwepa kujibu. Muda ulivyopita, Adamu alikubali kuishi bila kujua asili yake kamili. Miaka ilivyopita, utajiri wake uliongezeka: mashamba, majengo na hisa kwenye kampuni kubwa. Lakini kadri mali zilivyoongezeka ndivyo upweke ulivyomzidi. Kila usiku akiwa peke yake kwenye chumba kikubwa kilichojaa ukimya, alihisi pengo lisiloelezeka ndani ya moyo wake, kana kwamba kulikuwa na sehemu ya maisha yake aliyosahau. Siku moja, baada ya kumfukuza mjakazi aliyemkosea kwa kosa dogo, meneja wake wa ndani alimwambia kwa hofu, Bwana Adam, tumebakiwa na wafanyakazi wachache, tunapaswa kuajiri wapya haraka. Adam alijibu kwa sauti ya dharau, ajirini yoyote mradi awe na nguvu na asiniulize maswali mengi. Tangazo likatoka: kasri la bilionea Adam Waipopo linahitaji wafanyakazi wa ndani wenye nidhamu na uaminifu. Wengi walijitokeza, lakini miongoni mwao alikuwepo mwanamke mmoja mzee, aliyekuwa na macho ya upole na uso uliobeba historia ndefu ya mateso. Jina lake lilikuwa Sara. Hakujua kuwa mlango anaogonga ulikuwa wa mwanawe mwenyewe aliyepotea miaka mingi iliyopita, na hakika, kasri la kifahari lilikuwa karibu kuwa jukwaa la siri kubwa kufichuliwa, siri ambayo ingetikisa maisha ya ya ya bilionea huyo milele. Asubuhi tulivu, upepo wa majira ya baridi ukipuliza taratibu nje ya kasri la kifahari la Adam Mwaipopo, lango kubwa la dhahabu lilifunguliwa kwa sauti ya taratibu, na wanawake kadhaa waliingia mmoja baada ya mwingine, wakiwa wamevaa mavazi ya heshima, wote wakijitokeza kujaza nafasi za kazi za ndani zilizotangazwa siku chache zilizopita. Miongoni mwao alikuwepo mwanamke mzee aliyevalia gauni la rangi ya kahawia, uso wake umejaa mikunjo ya maisha magumu na mikono iliyochoka kwa kazi za miaka mingi. Huyo alikuwa Sara. Macho yake yalikuwa na upole, lakini ndani yake kulikuwa na huzuni ya kina ambayo haikuweza kufichwa na tabasamu lake la heshima. Sara hakukuwa amekuja kwa tamaa ya kipato pekee. Moyoni mwake kulikuwa na sababu nyingine ya siri ndoto iliyokuwa inajirudia usiku baada ya usiku, ikimwonyesha kijana mdogo aliyempoteza zamani, mtoto wake wa damu. Kila mara aliota nyumba kubwa yenye viti vya ngozi, akihisi sauti ya kijana huyo ikiita jina lake, mama. Sasa akiwa mbele ya kasri la kifahari la Adam, moyo wake ulidunda kwa nguvu, kana kwamba ndoto ile ilikuwa inaanza kupata maana. Alipofika ndani, meneja wa nyumba biao ninosiri Ruth alimpokea kwa adabu. karibu mama Kazi si ngumu sana, tunahitaji mtu wa usafi wa ndani, alisema kwa sauti tulivu. Dakika chache baadaye mlango mkubwa ukafunguliwa kwa kishindo. Adamu akaingia akiwa amevaa suti nyeusi na saa ya kifahari mkononi. Alimtazama Sara kutoka kichwani hadi miguuni akatikisa kichwa kwa dharau. Ruth, huyu mama ni mzee sana, sitaki mtu wa aina hii hapa. Nitakosaje heshima nikiona mtu wa umri wa bibi yangu akisafisha sakafu yangu? alisema kwa ukali. Sara alinyamaza, machozi yakijaa, lakini akayameza kwa heshima. Samahani bwana, sitachukua muda wako, nitarudi tu, alijibu kwa sauti nyororo. Lakini Ruth alimwendea Adamu na kusema, bwana, watu wazuri ni nadra. Mwanamke huyu anaonekana mkweli na nyumba ni kubwa, jaribu tu kwa muda mfupi. Adamu alitazama kwa hasira, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, sawa, lakini akifanya kosa moja tu ataondoka. Sara alishusha pumzi kwa shukrani, akainama kwa heshima na kusema asante bwana. Hakujua kuwa kwa hatua hiyo ndogo alikuwa ameingia katika kasri lililohifadhi siri ya maisha yake yote, na kwamba siku moja bosi huyo mkorofi angemwita mama. Siku ya kwanza ya kazi kwa sara ilianza kwa matumaini madogo na hofu kubwa. Alifika mapema asubuhi, mikononi akiwa na ndoo, sabuni na kitambaa cha kusafishia sakafu ya marumaru iliyong'aa kama kioo. Jua lilikuwa bado halijapanda vizuri, lakini ndani ya kasri kulisikika sauti za majokofu, televisheni kubwa na radi ya amri kutoka kwa mwenye nyumba Adamu Mwaipopo. Ewe mama, umechelewa dakika tatu, unajua hapa si kijijini kwenu! Sauti ya Adamu ilivuma kama radi. Sara aligeuka kwa upole, akainama kidogo kwa heshima. Samahani bwana, nilikuwa nikimalizia kufagia upande wa nyuma. Adamu alicheka kwa kejeli. Upande wa nyuma? We unafikiri nitalipa mtu kwa kufagia vumbi tu? Hakikisha kila kona inang'aa, hadi dari lionyeshe uso wangu. Sitaki uvivu hapa. Kila siku ilikuwa mateso mapya. Wakati wafanyakazi wengine walipata muda wa kula chakula cha mchana, Sara aliendelea na kazi, akikosa hata muda wa kupumzika. Usiku wakati wengine wamelala, bado alisikika akiosha madirisha au kufua mashuka ya kifahari. Mara kadhaa Adamu aliwapangia wageni nyumbani, na kila walipokuja, hakusita kumdhalilisha Sara mbele yao. Huyu ndiye mjakazi wangu mpya, alisema siku moja akiwa amekaa sebuleni. Anafanya kazi kwa mikono mizito, lakini angalau anaonekana kuishi muda mrefu, labda uzoefu wa kufagia tangu enzi za ukoloni. Wageni walicheka, lakini Sara alitabasamu tu kwa unyonge. Hakuwahi kujibu. Kila usiku alikaa kwenye kona ya chumba chake kidogo akitazama picha ndogo aliyokuwa nayo ya mtoto wake wa zamani, kisha akasema kimya kimya, Mungu wangu, nisaidie, labda hii ndiyo njia yangu ya kumwona tena. Wafanyakazi wengine walishangaa kwa nini mama Sara anavumilia haya yote, lakini hawakujua siri yake. Kila neno la matusi lililomtoka Adam lilimuumiza, lakini ndani yake kulikuwa na uvumilivu wa mama, uvumilivu uliotokana na matumaini kwamba siku moja angegundua ukweli. Adam hakuwahi kujua kuwa kila mara alipomfokea, moyo wa Sara ulikuwa ukipasuka kwa uchungu wa upendo wa mama. Na licha ya mateso yote, hakuwahi kufikiria kuondoka. Alijua kuna jambo kubwa lililokuwa linamgojea humo ndani ya kasri hilo, siri ambayo ilipaswa kuvumiliwa hadi wakati ufao. Miezi michache ilipita tangu Sara aanze kazi kwenye kasri la kifahari la Adamu. Licha ya mateso na maneno makali aliyokuwa akipokea kila siku, hali ya ajabu ilianza kujitokeza kati ya bosi na mjakazi wake. Ilianza taratibu kama upepo unaovuma kwa upole kabla ya dhoruba. Adam alianza kugundua jambo lisilo la kawaida. Kila alipokuwa akimkaribia Sara, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi isiyoelezeka. Alijaribu kupuuzia hisia hizo, akidhani ni huruma isiyo ya lazima kwa mtu mzee. Lakini kadri siku zilivyopita, hakuweza kuelewa kwa nini hakuwa tena na hasira kama zamani kila alipomwona. Wakati mwingine, alijikuta akimtazama kwa muda mrefu bila sababu. Kulikuwa na kitu ndani ya uso wa Sara kilichomkumbusha mtu, mtu ambaye hakuweza kumkumbuka vizuri, lakini picha yake ilikuwa ikiibuka akilini kana kwamba ni kivuli cha kumbukumbu ya zamani. Upande wa pili, Sara alihisi maumivu na faraja kwa wakati mmoja. Kila mara Adamu alipopita karibu yake, moyo wake ulitetemeka, machozi yalijaa, lakini kila wakati alijitahidi kuyaficha kwa kumsalimu kwa heshima. Shikamoo bwana Adamu, alisema kwa sauti ya upole, lakini ndani ya moyo wake alisema, Mungu wangu, huyu ni yule, sina shaka tena. Mara moja, wakati Adamu alipokuwa na umwa kichwa, Sara alijaribu kumpa dawa. Adamu badala ya kumfokea kama kawaida, alitazama mikono yake na kusema kwa mshangao Mikono yako inaonekana kama nimeiona zamani, sijui wapi. Sara alihisi pumzi ikimkatika, alitaka kusema ukweli lakini akaamua kunyamaza. Labda unakumbuka mama yako, alijibu kwa sauti tulivu. Adamu alinyamaza kwa muda, akatazama mbali, kisha akasema kwa upole usio wa kawaida, labda. Wafanyakazi wengine wa kasri walianza kuona mabadiliko hayo. Bwana Adamu amekuwa tofauti, mmoja alisema kwa sauti ya chini jikoni anaongea na mama Sara bila hasira sasa. Mwingine akajibu, sijui kuna nini kati yao, lakini kuna kitu cha ajabu, wanaonekana kama wana uhusiano wa zamani. Ndani ya kasri hewa ilikuwa imejaa hisia zisizoelezeka: uchungu, upendo na kivuli cha siri kilichokuwa kikikaribia kufichuka. Adamu hakujua lakini moyo wake ulikuwa ukianza kumkumbuka mama aliyempoteza zamani, hata kabla akili haijapata ukweli. Usiku wa manane, upepo ulipiga pazia la dirisha la chumba kidogo cha Sara. Alikuwa amekaa kitandani, machozi yakitiririka taratibu mashavuni mwake. Kwenye mikono yake kulikuwa na kiboksi cha zamani cha mbao kilichochakaa kwa miaka mingi. Ndani yake kulikuwa na picha chache za zamani, picha ya yeye akiwa kijana, akiwa amembeba mtoto mdogo mwenye tabasamu tamu na alama ndogo mkononi. Sara alipiga pumzi ndefu. Mungu wangu je, huyu kijana anayeniamrisha kila siku anaweza kuwa yule mtoto wangu? Alijiuliza kwa sauti ya chini. Tangu siku ile Adam aliposema, mikono yako inanifanya nikumbuke kitu, moyoni mwa Sara kulizuka mtikisiko mkubwa. Aliamua kuchunguza zaidi. Siku iliyofuata, akiwa anasafisha meza ya ofisini kwa Adam, aliona bahasha ndogo yenye picha kadhaa za utotoni za bilionea huyo. Alipoziona, moyo wake ulisimama. Kulikuwa na picha ya mtoto mdogo akiwa na alama ndogo mkononi, alama ile ile iliyokuwa kwa mwanawe alipotea miaka mingi iliyopita. Sara aliinama polepole pole, akajifanya kufuta vumbi, huku macho yake yakitetemeka kwa hofu na mshangao. Haiwezekani, ila kila kitu kinafanana, alijiambia kimoyomoyo. Kila alama, kila tabasamu, kila madoadoa kwenye uso wa Adam vilimrudisha nyuma kwenye kumbukumbu za zamani, siku ya ajali iliyobadilisha maisha yake milele Miaka mingi nyuma alikuwa kwenye basi dogo akielekea mjini akiwa na mwanawe mdogo Adamu. Ghafla basi lilipata ajali mbaya. Alipozinduka hospitalini, waliambiwa mtoto wake alitoweka, mwili wake haukupatikana. Tangu siku hiyo, moyo wake ulijaa maumivu yasiyoisha, akitafuta kila kona bila mafanikio. Sasa baada ya zaidi ya miongo miwili, alama ndogo mkononi mwa Adamu ilikuwa kama mlango wa asili kufunguliwa tena. Alianza kuchunguza kimya kimya. Alimuuliza Ruth, meneja wa nyumba, maswali ya mbali, kama vile umemfahamu bwana Adam tangu lini? Alilelewa wapi? Ruth akamjibu, nilisikia alilelewa na mtu mmoja aitwaye bwana Patrick, mzazi wake alikufa kwenye ajali zamani. Maneno hayo yalitosha kumhakikishia Sara kwamba moyo wake haukosei. Alianza kupanga kwa makini jinsi ya kuthibitisha kila kitu, na usiku uliofuata akiwa peke yake alitazama picha za zamani tena, akasema kwa sauti ya upole lakini ya maumivu, ewe Mungu, kama kweli huyu ni mwanangu, nioneshe ishara ya mwisho kabla sijamkosa tena. Siku moja jioni, mvua ilinyesha kwa nguvu jijini. Adamu alikuwa anatoka kazini akiendesha gari lake la kifahari, huku akili yake ikiwa na mawazo mengi yasiyoeleweka. Tangu siku za hivi karibuni, amekuwa akihisi hisia za ajabu kila mara anapokuwa karibu na Sara, hisia za upole, huzuni na upendo wa kigeni ambao haukuwa na maelezo. Barabara ilikuwa yenye utelezi na ghafla gari lake likateleza likagonga ukingo wa barabara. Kelele kubwa ilisikika kisha giza likamfunika. Alipozinduka, alikuwa hospitalini, kichwa kikiwa na bandeji na macho yake yakitazama dari jeupe. Usiku huo, akiwa amelala, alipata ndoto ya ajabu. Alijiona mtoto mdogo akiwa kwenye bustani yenye maua mekundu. Mwanamke mrembo mwenye uso wa upole alimshika mkono, akimwimbia wimbo wa asili kwa sauti nyororo, usilie mwanangu, mama yupo hapa, utakuwa salama. Ndoto hiyo ilionekana halisi sana kiasi kwamba alipoinuka asubuhi machozi yalikuwa bado yanamtiririka. Mama, alitamka kwa sauti ya chini, lakini hakukumbuka ni nani. Baada ya kuruhusiwa kurudi nyumbani, Adam alianza kuhoji mambo ambayo hapo awali hakuwahi kuyafikiria. Alienda kumtembelea Bwana Patrick, mlezi wake wa zamani, ambaye kwa sasa alikuwa anaishi upweke kijijini. Patrick alisema Adam kwa sauti yenye mashaka, "Niambie ukweli kuhusu wazazi wangu. Nilizaliwa wapi? Ni ajali gani hiyo iliyonipotezea familia?" Patrick alishtuka, macho yakimtoka. Alijaribu kubadilisha mada. "Bwana mdogo, hayo mambo ya zamani hayana maana sasa. Wewe una maisha mazuri, umekuwa mtu mkubwa." Lakini Adam akamkatisha kwa ukali, siwezi kuendelea kuishi gizani. Kuna kitu mnachonificha, sivyo? Patrick alitetemeka mikono yake ikitetereka, huku sauti yake ikitetemeka kama mtu mwenye hatia. Niliahidi, niliahidi kuto kusema chochote, alisema kimya kimya. Maneno hayo yalimchanganya zaidi Adam aliondoka kwa hasira, lakini ndani ya moyo wake kulizaliwa hamu ya kujua ukweli. Usiku uliofuata ndoto ile ile ikamjia tena, mwanamke yule akimwimbia, mama yupo hapa mwanangu. Alipoamka alishika kichwa kwa nguvu, akisema kwa sauti ndogo, Mungu wangu, ni nani huyu mwanamke anayeonekana kila usiku? Hakujua kuwa majibu aliyokuwa akiyatafuta yalikuwa humo humo ndani ya kasri lake yakimsubiri kwa macho yenye upole ya mjakazi Sara. Usiku wa baridi, mvua ndogo ikinyesha kwa utulivu juu ya paa la kasri, Sara alikaa kitandani kwake akitetemeka, mikononi akiwa ameshika bahasha ndogo ya kahawia aliyokuwa ameihifadhi kwa muda mrefu. Siku hiyo alifanikiwa kuipata kutoka kwa bihae Ruth, meneja wa nyumba aliyekuwa anapanga makabrasha ya zamani ya familia ya Adamu. Bahasha hiyo ilibeba siri iliyokuwa ikingoja miaka zaidi ya ishirini kufichuliwa. Kwa mikono inayotetemeka Sara aliifungua taratibu ndani yake kulikuwa na picha za mtoto mchanga, alama mkononi ikiwa ile ile aliyokuwa akiijua vizuri. Kulikuwa pia na hati kutoka hospitali ya zamani ya mji wa Dodoma zikiwa na jina la mtoto Adam Sara Mwenda. Moyo wake uliruka kwa maumivu na furaha kwa wakati mmoja. Mungu wangu, sasa sina shaka tena, ni yeye, huyu ndiye mwanangu, alilia kwa sauti ya chini, machozi yakitiririka mashavuni. Alishika picha hizo kifuani akitetemeka. Lakini mara hisia ya woga ikamvaa. Nitamwambiaje? Nilimfanyia kazi, alinidhalilisha, na sasa nimwambie mimi ndiye mama yake? Ataniamini kweli? Mawazo hayo yakamtesa usiku kucha. Kila mara alipojaribu kufikiria kumweleza, alihisi kama ulimi wake unalemaa. Asubuhi iliyofuata, Sara aliamua kuondoka kimya kimya. Aliandika barua ndogo ya kuaga, akiiacha juu ya meza ya jikoni. Bwana Adam, asante kwa muda wote. Najua sikustahili kazi hii, lakini nimejifunza mengi. Nakuombea maisha mema. Sara alipokuwa akikusanya vitu vyake kwenye begi dogo, moyo wake ulikuwa unamzidi kwa uchungu. Alitaka kumkumbatia mwanawe hata mara moja, lakini hofu ya kukataliwa ilimzidi nguvu. Wakati akikaribia lango la kasri, kilio cha ghafla cha kiume kilisikika nyuma yake. Sara umepoteza fahamu! ilikuwa sauti ya mfanyakazi mwingine aliyekimbia kuelekea kwake. Sara alikuwa amesimama kwa sekunde chache tu, kisha akaanza kuyumba, macho yake yakafifia. bahasha ikiwa bado mkononi, alianguka taratibu chini, picha za mtoto na hati zikisambaa sakafuni, zikichanganyika na matone ya mvua yaliyopenya kupitia paa. Hiyo ilikuwa ishara kwamba siri aliyokuwa amebeba miaka yote ilikuwa karibu kulipuka kama bomu na sasa hatima ya mama na mwana ilikuwa karibu kukutana uso kwa uso. Siku moja jua lilipozama, upepo wa baridi ulipuliza kupitia kioo cha ofisi ya juu kabisa ya jengo la Adams Group Holdings. Adam alisimama pale akitazama mji ukiwakataa, macho yake yakiwa yamejaa mawazo mazito. Simu yake haikuacha kuita, wakurugenzi, waandishi wa habari na benki, wote walikuwa wakimtafuta. Kampuni yake iliyokuwa fahari yake kwa miaka mingi sasa ilikuwa inaporomoka kama nyumba ya ya ya karata. Habari zilienea mitandaoni: bilionea Adam Mwenda apoteza hisa zake baada ya kashfa ya ya kifedha. Marafiki waliokuwa wakimsifu kila siku walipotea kama moshi. Hakuna aliyempigia tena simu kumuuliza kama yuko sawa. Hata wafanyakazi wake walionekana kumpita kwa macho baridi. Katika saa hizo za giza, mtu pekee aliyebaki karibu naye alikuwa Sara yule mfanyakazi wa kawaida ambaye mara nyingi Adamu alimpuuza. Alikuwa akimletea chakula ofisini akimkumbusha kula na wakati mwingine akimkalia kimya tu pembeni akimwacha apumue. Bwana Adam, mambo yatakaa sawa, hata majira hubadilika, alisema kwa sauti tulivu. Adamu alimtazama kwa mshangao. kwa nini bado uko hapa? wengine wote wameondoka. Sara alitabasamu kidogo. sikuhudumii kwa sababu ya pesa bali kwa sababu wewe ni mwanadamu kama mimi. Wakati wa dhoruba ndio wakati wa kuonyesha utu. Maneno hayo yalimgusa Adam kama kisu cha upole moyoni, akakumbuka jinsi alivyojivuna akidhani pesa ni nguvu ya urafiki, hadhi na upendo. Lakini sasa akiwa ameketi kwenye kiti chake cha ngozi, macho yake yakikodoa faili za hasara, alitambua ukweli mchungu, nilikuwa nikiishi kwenye kivuli cha pesa, si maisha halisi. Usiku ulipokolea, Adamu alitembea taratibu hadi sebule ya nyumba yake kubwa lakini tulivu. Aliona viti vingi meza za kifahari, lakini hakuna mtu wa kushiriki naye chakula wala mazungumzo. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake yote, alijisikia mpweke, mdogo na mwenye majuto. Lakini ndani ya giza hilo aliona mwanga mdogo, Sara, aliyebaki kumsaidia bila kujua kuwa ndani ya moyo wake kulikuwa na siri kubwa ya damu na upendo wa mama. Kuanzia usiku huo moyo wa Adamu ulianza kubadilika taratibu na kiburi chake kikaanza kuyeyuka kama barafu mbele ya jua. Siku moja alfajiri, kasri lilikuwa kimya isipokuwa kwa sauti za wingu lililokuwa likivuma kwa upole. Adamu alipokea ujumbe mbaya, mlezi wake wa zamani bwana Patrick alikuwa amefariki usiku kucha ghafla na bila onyo. Moyo wake ulidunda kwa nguvu, alijua kuna siri ambazo hakuwezi kuzihamisha. Patrick aliachia barua moja aliyokuwa ameiandika kwa mikono yake yenye mikunjo. Adam aliketi kwenye kiti chake kikubwa cha ngozi, mikono ikitetemeka, na kwa utulivu alifungua barua. Kila neno lilikuwa limejaa hisia, kilichotokana na aibu, huzuni na upendo wa kweli. Sauti ya Patrick ilihisi ndani ya maneno: "Adam, kama umefika hapa, ni lazima ujue ukweli. Sara, huyo mwanamke mnyenyekevu anayekuhudumia kila siku, ndiye mama yako mzazi nilidhani alikufa miaka mingi iliyopita, lakini Mungu alikuwa akimlinda kwa njia ya ajabu. Macho ya Adamu yaliponyosha barua, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyoelezeka. Hali ya ajabu, mchanganyiko wa furaha na kutokuelewa, ikamjaza aliangalia kona ya sebule ambapo Sara alikuwa akipiga ndoo ya maji, macho yake yakitazama kidogo chini, bila kujua kuwa mlango wa siri ulikuwa umefunguliwa. Adamu alikimbilia karibu naye, macho yake yakijaza machozi. Sara, ni wewe? Ni kweli wewe? aliuliza kwa sauti iliyopungua lakini yenye butwa. Sara alishtuka akaangalia, uso wake wa bosi aliyekuwa amekuwa akimdhalilisha sasa akimtazama, akiwa na shaka na hofu. Alinyamaza kwa muda, kisha macho yake akapita kutoka Adam hadi kwenye barua iliyoko mezani. Hatimaye, kwa sauti tulivu lakini yenye uchungu wa miaka mingi, alisema ndiyo, mimi ni mama yako. Siku zote nilikuwa hapa, lakini sikujua jinsi ya kukuambia. Nilidhani ulikuwa umekufa katika ajali ya zamani. Adamu alikumbatia Sara kwa nguvu, machozi yakitiririka bila kuhesabu. Hali hiyo ya ghafla ilimfanya kujua mateso aliyoyapita hayakuwa bure, na kwamba upendo wa kweli hauchagui umri, nafasi au mali. Kasiri lote lilitulia kwa muda, kila kona ilisikia hisia mpya, upendo wa familia uliofichwa kwa muda mrefu sasa umefunuliwa miezi ya mateso, hofu na upweke yaligeuzwa kuwa msururu wa furaha na msamaha, na Adamu alikuwa tayari kuanza maisha mapya akiwa na mama yake mbele yake. Kasri lilikuwa kimya, jua la asubuhi likipenya taratibu kwenye dirisha kubwa la sebule. Adamu alikuwa ameketi kwenye sakafu, mikono yake ikishikilia kichwa, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Moyo wake ulikuwa mzito na majuto, lakini ndani ya kifua chake kulikuwa na mapenzi yaliyokuwa yakipasuka kama mlipuko wa hisia. Mama, msamaha wangu, samahani kwa kila kitu, Adamu alilia kwa sauti iliyojaa uchungu, macho yake yakipita kutoka kwenye uso wa Sara hadi chini. Kila neno lilikuwa likibeba maumivu ya miaka mingi aliyokuwa akimdhuru bila kujua ukweli. Nilidharau wewe, nilikudhuru na siku zote niliwahi kujiuliza ni nini kilinifanya kuwa kiburi na dharau. Sasa, sasa naona, sasa naona yote. Sara alitembea taratibu, mikono yake ikimkumbatia Adamu, macho yake yalitiririka machozi ya furaha na huruma, na sauti yake nyororo ikamtia utulivu. Adam, mwanangu. Upendo wa mama haukati tamaa. Hata wakati uliopotea hatukutengwa. Nimekuwa nikikusubiri, nikikuangalia ukiendelea na maisha yako, nikikusamehe hata wewe hujui. Adam alilia kwa nguvu, akijikata kwenye mikono yake, akihisi mzigo wa kiburi na dharau unapoondoka polepole. Kila pumzi aliyoitoa ilikuwa ikibeba hisia za huruma, msamaha na upendo wa kweli upendo ambao hakuwa umelala kando, bali ulikuwa umeficha kwa uvumilivu wa miaka mingi. Baada ya dakika kadhaa, waliangalia uso wa kila mmoja kwa muda mrefu. Kasri mara zote likionekana kama kisiwa cha anasa na udhaifu, sasa lilikuwa mahali pa upendo wa kweli na mshikamano wa familia. Adamu alijua kuwa maisha yake hayakuwa juu ya mali wala kiburi, bali juu ya maadili, upendo na utu wa kweli. Na pale, kwa sauti yenye uzito wa hekima, Sara alisema: Adam kumbuka, usidharau maskini au mtu yeyote. Hujui ni nani aliyetumwa na Mungu kukuokoa au kukuleta baraka katika maisha yako. Adam alikubali kwa kina, moyo wake ukijaa shukrani. Hadithi ilimalizika kwa funzo lisilo na muda. Upendo wa kweli hauchagui umri, hali ya kifedha au hadhi ya kijamii. Wakati mwingine wale unao wadharau au kuwapuuza ndio wale ambao Mungu anatumia kukukomboa, na kila kitu kizuri kilichotoweka kinaweza kurejea kwa njia ya ajabu. Kasri lilitulia, lakini ndani yake maisha yalikuwa yameanza upya, msamaha na upendo vikiwa ni msingi wa uhusiano mpya wa mama na mwana, na funzo lililo dhahiri kwa kila mmoja, usidhihuru, usikubali dharau, kwani upendo wa Mungu unaweza kuja kwa njia usiyotarajia.